Operation Rising Lion ya Israeli kama inavyoita shambulio lake dhidi ya Iran haijawahi kutokea. Ni pana zaidi na yenye malengo makubwa kuliko chochote kilichokuja, ikiwa ni pamoja na mabadilishano mawili ya makombora na ndege si zisizo na rubani iliyokuwa nayo na Irani mwaka jana. Kwa Iran, hili ni shambulio kubwa zaidi katika eneo lake tangu vita vya Irani na Iraq vya mnamo mwaka 1980 na 1988 na saa za giza kabisa kabla ya alfajiri, jeshi la wanahewa la Israeli lililenga sio tu maeneo yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran bali pia ulinzi wa anga na vituo vya makombora ya balistiki ya nchi hiyo, na hivyo kupunguza uwezo wa Irani wa kulipiza kisasi huko chini na kwenye vivuli, mtandao wa watendaji wanaofanya kazi katika Mossad, wakala wa kijasusi wa ng'ambo wa Israeli, uliripotiwa kusaidia kubaini eneo kamili la watu muhimu katika kamandi ya jeshi na wanasayansi wa nyuklia. Waliouawa usiku kucha ni pamoja na mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, IRGC, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu yaliyoangusha utawala wa shah mnamo mwaka 1979 pamoja na mkuu wa jeshi kuu na mkuu wa jeshi la anga la IRGC. Irani nasema angalau wanasayansi wake sitini wameuawa. Kwa mara nyingine tena shirika la kijasusi la Israeli linaonyeshwa kupenya kwa mafanikio ndani ya moyo wa taasisi ya usalama ya Iran na kuthibitisha kwamba hakuna mtu aliye salama. Televisheni ya taifa ya Irani iliyoripoti kuwa watu 78 waliuawa na kusema kuwa raia wakiwemo watoto ni miongoni mwa waliofariki. Hii ni kwa takwimu isiyo rasmi na haijathibitishwa kwa kujitegemea. Mossad ripotiwa kuwa na uwezo wa kurusha ndege si zisizo na rubani kutoka ndani ya Iran kama sehemu ya shambulio hili. Malengo makuu ya operesheni hii yote yamekuwa ni kituo cha kurutubisha nyuklia huko Natanz na vituo vya IRGC. Wa wapangaji wa kijeshi wa Israeli, hii imekuwa muda mrefu kuja. Irani inayumba na hii inaweza kuwa wimbi la kwanza tu. Kutakuwa na shabaha nyingi zaidi zinazowezekana kwenye orodha ya nyimbo za Israeli, ingawa zingine zinaweza kuwa nje ya uwezo wake, kuzikwa chini ya ardhi katika mahandaki yaliyoimarishwa chini ya miamba thabiti. Kwa hivyo ni nini kimesababisha shambulio hili la Israeli na kwa nini sasa? Israeli na nchi kadhaa za magharibi zinashuku kuwa Irani imekuwa ikifanya kazi kwa siri kuelekea kile kinachoitwa breakout capability kumaanisha hatua ya kutorudi katika kutengeneza silaha inayoweza kutumika ya nyuklia. Irani inakanusha hili na daima imekuwa ikisisitiza kwamba mpango wake wa nyuklia wa kiraia ambao umepokea msaada kutoka kwa Urusi ni kwa madhumuni ya amani kabisa. Kwa zaidi ya muongo mmoja Israel imekuwa ikijaribu kwa viwango tofauti vya mafanikio kupunguza kasi na kurudisha nyuma maendeleo ya nyuklia ya Iran. Wanasayansi wa Irani wameuawa kimaajabu na washambuliaji wasiojulikana. Mkuu wa kijeshi wa mpango wa nyuklia, Brigadia Generali Fakhrizadeh aliuawa kwa bunduki iliyokuwa ikidhibitiwa kwa mbali kwenye barabara ya upweke karibu na Tehran mnamo mwaka 2020. Kabla ya hapo, wataalamu wa mtandaoni wa Marekani na Israeli waliweza kuingiza kirusi hatari cha kompyuta kilichopewa jina la Stuxnet kwenye vijidudu vya Irani, jambo ambalo liliwafanya kusogea bila kudhibitiwa Wiki hii shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia, shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, liligundua kuwa Irani inakiuka majukumu yake ya kutosambaza silaha na kutiishia kuipeleka kwenye baraza la usalama la umoja wa mataifa wasiwasi mwingi juu ya mpango wa nyuklia wa Iran unatokana na uhifadhi wake wa madini ya uranium ambayo yamerutubishwa kwa asilimia 60, mbali zaidi ya kiwango kinachohitajika kuzalisha nishati ya nyuklia ya kiraia, na hopfupi kwa kiwango kinachohitajika ili kuanza kutengeneza bomu. Kulikuwa na mpango wa kuzuia mpango a wa nyuklia wa Iran ilithibitishwa mwaka 2015 wakati wa urais wa Barack Hussein Obama, lakini Donald Trump Aliita mpango mbaya zaidi duniani, na alipofika ikulu ya White House aliiondoa Marekani. Mwaka uliofuata Irani iliacha kuzingatia hilo. Hakuna mtu nje ya Irani anayetaka Jamhuri ya Kiislamu imiliki bomu la nyuklia. Israeli, nchi ndogo yenye idadi kubwa ya watu milioni 9.5, waliojilimbikizia maeneo ya mijini, inaiona Irani yenye silaha za nyuklia kama tishio lililopo Inaashiria matamshi mengi ya viongozi wakuu wa Irani wanaotaka kuharibiwa kwa taifa la Israeli. Saudi Arabia, Jordani na mataifa ya Guba ya Kiarabu hayajali sana utawala wa mapinduzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini wamejifunza kuishi nao kama majirani. Sasa watakuwa na hofu sana kuhusu hatari za mzozo huu kuenea kwenye mwambao wao wenyewe. Kwa Israeli, wakati ulikuwa muhimu. Irani tayari imedhoofishwa na kushindwa kikamilifu au kuondolewa kwa washirika wake huko Lebnani, Siria na Gaza ulinzi wake wa anga uliathiriwa sana baada ya mashambulizi ya Oktoba mwaka jana na Israeli. Kuna rais mwenye huruma kama ikulu ya White House. Na mwisho, Israeli inaripotiwa kuhofia kwamba baadhi ya vifaa muhimu vya kurutubisha uranium vya Irani vilikuwa karibu kuhamishwa chini ya ardhi. Ni wazi kile Israeli inataka kwa operesheni hii, inalenga angalau kurudisha nyuma mpango wa nyuklia wa Irani kwa miaka ikiwezekana ingependa kusimamisha kabisa. Pia kutakuwa na watu wengi katika duru za kijeshi, kisiasa na kijasusi za Israeli ambao watakuwa na matumaini kwamba operesheni hii inaweza hata kudhoofisha uongozi wa Irani kiasi cha kuporomoka kabisa na kuleta utawala dhalimu zaidi ambao hauleti tishio tena katika eneo hiyo inaweza kuwa ni matamanio makubwa kwa upande wao. Rais Donald Trump alisema Ijumaa kwamba Irani ilikuwa na nafasi ya pili ya kukubaliana na makubaliano. Duru ya sita ya mazungumzo kati ya Marekani na Irani ilipashwa kufanyika mjini Maskati siku ya Jumapili, lakini Israeli haijaweka msingi mkubwa katika mazungumzo hayo, huku Urusi ikishutumiwa kwa kushirikiana na Trump kuhusu mazungumzo ya amani ya Ukraini. Israeli inaamini kuwa Irani inafanya vivyo hivyo hapo. Israeli inaamini kuwa hii ndiyo nafasi yake bora, na ikiwezekana, ya mwisho ya kuua mpango unaoshukiwa kuwa wa silaha za nyuklia wa Iran. Mashambulizi ya Israeli ambayo hayajawahi kushuhudiwa kote nchini Irani usiku kucha yalikusudiwa kuua uwezekano wa Rais Trump wa kusaini makubaliano ya kudhibiti mpango wa nyuklia wa Iran, anasema Elie Granmay, Mshirika mwandamizi wa sera katika baraza la Ulaya la mahusiano ya kigeni. Ni wazi mashambulizi, muda wao na asili yao kubwa ilikusudiwa kukwamisha mazungumzo kabisa. Washington imeenda mbali zaidi kuijulisha Iran kwamba haikuhusika katika shambulio hili, lakini ikiwa Iran itaamua kulipiza kisasi dhidi ya msingi wowote wa Marekani katika eneo hilo, moja kwa moja, au kupitia washirika wake, basi kuna hatari kwamba Marekani inaweza kuburutwa katika mzozo mwingine wa mashariki ya kati. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameapa adhabu kali kwa Israeli, lakini Iran iko katika nafasi dhaifu zaidi leo kuliko ilivyokuwa miaka miwili iliyopita, na chaguzi zake za kulipiza kisasi ni ndogo. Hata hivyo, kuna hatari kubwa zaidi hapa. Operesheni ya Israeli bado inaweza kurudisha nyuma na kusababisha mashindano ya silaha za nyuklia. Mwewe mkali ndani ya taasisi ya usalama ya Iran kwa muda mrefu wamekuwa wakisema kwamba kizuizi bora dhidi ya mashambulizi ya baadaye ya Israeli au Marekani itakuwa kwa kupata bomu la nyuklia. Watakuwa wamezingatia hatima tofauti za viongozi nchini Libya na Korea Kaskazini. Kanali Gaddafi wa Libya aliacha mpango wake wa silaha za maangamizi mnamo mwaka wa 2003. Miaka minne baadaye, alikufa kwenye shimo, kupinduliwa na maandamano ya Arabu Spring ambayo yaliungua mkono na nguvu za anga za Magharibi. Kinyume chake, Korea Kaskazini imekaidi vikwazo vyote vya kimataifa ili kuunda safu kubwa ya silaha za nyuklia na makombora ya balistiki ya mabara, kiasi cha kumfanya mshambuliaji yeyote anayeweza kufikiria mara mbili bila jali uharibifu wa mwisho unaotokana na Operation Lion inayoinuka ya Israeli. Ikiwa utawala wa Iran utasalia na umekaidi tabia mbaya hapo awali, basi kuna hatari sasa itaongeza kasi ya mbio zake kuelekea kujenga na hata kujaribu bomu la nyuklia. Hilo likitokea, basi bila shaka litaanzisha mbio za silaha za nyuklia katika Mashariki ya Kati, huku Saudi Arabia, Uturuki na ikiwezekana Misri